Eh, habari. Aa, hii ni Mifugo Digital na uko na mimi Timotheo na leo katika kipindi chetu cha dokta na mifugo, na kuja na maada moja ambayo inahusiana na ukataji wa midomo ya kuku. Kama hauja subscribe kipindi hiki ama kama hauja subscribe channel yetu, basi hii ndo channel maalum ambayo itaweza kukusaidia wewe fanyaje kuweza kujifunza mambo mengi kuhusiana na ufugaji ambayo yanakuwezesha yana, yana wewe kuelewa kwa nini tunakata midomo ya kuku, kwa nini debeaking ni lazima ifanyike, inafanyika kwa wakati gani, vifaa gani vinatumika kufanya hii debeaking, yani kukata midomo ya kuku. Twende moja kwa moja katika mada yetu, kwamba debeaking au kukata midomo kuku, tunafanya tunafanya debeaking kwa sababu mbili au tatu. Sababu ya kwanza ya kuweza kufanya debiking ni kwa sababu ya kuzuia kuku kudonoana, kwamba kuku huwa wanakuwa wana tabia ya kudonoana na muda mwingine huwa wanakulana kabisa, yani wanadonoana mpaka wana, wana, wanasababisha vifo. Hali hii huwa inatokea sana sana kwa wafugaji walio wengi. Sasa ili kuweza kuzuia hali hii ambayo kitaalamu inaitwa cannibalism huwa tunakata ile midomo ile ncha, ncha, ncha ya mdomo. Kwa hiyo kishaikata ile, hana ujanja tena wa kuweza kufanyaje, wa kuweza kufanya fujo hizo, yani kudonoa wenzake we. Na faida nyingine ya kufanya debeaking, tunafanya debeaking ili kuzuia kuku wasidonoe mayai, kwa sababu inafikia hatua kuku wanakuwa wanadonoa mayai. Sasa kumbuka, wewe umewekeza katika mradi wako umewekeza fedha nyingi, na lengo la kuwekeza katika kuku wa mayai lengo upate nini? Upate mayai. Sasa mayai yenyewe ndio hivyo yanadonolewa na kuku, yanavunjika na, ya kwa hiyo unakuwa unaingia hasara. Kwa hiyo ndio maana tunafanya debeaking. Sababu ya tatu ya kufanya debeaking, tunafanya debeaking kwa sababu ya kuzuia kuku wasimwagemwage mwage chakula, kwa sababu ile midomo yao sometime wanakuwa wanaitumia katika kufanyaje, kumwaga chakula, na hivyo wanaweza wakasababisha nini wakasababisha wewe kuingia katika gharama zisizo za lazima. Sasa na katika prosesi hizi, kuna vifaa ambavyo vinakuwa vinatumika, ni vifaa maalum. Mara nyingi sana kitaalamu tunatumia debeaking mashine ambayo unaweza ukaiona hapo, hiyo ni debeaking mashine ambayo inakuwa inatumia umeme, na mashine hii ni nzuri sana, na ni mashine ambayo kama unakuku wengi, ni muhimu sana ukawa nayo. Kwa sababu gani? Mashine hii ina uwezo wa kukata midomo ya kuku wengi kwa wakati mchache, na pia inakata pamoja na kufunga kidonda, yaani inamaanisha unapokata pale inakuwa inafunga moja kwa moja. Kwa hiyo ni mashine ambayo inakuwa inafanya vizuri zaidi kuliko vifaa vingine ambavyo vinatumika katika kukata midomo kuku. Wapo wengine ambao wanatumia mkasi, kuna mikasi maalum kwa ajili ya kukata mdomo wa kuku. Lakini kuna wengine ambao wanatumia moto. Hizi ni njia za asili, wako ambao wanatumia mkasi wa kawaida na wengine wanatumia moto. Sasa kwa njia hizi za asili lazima uwe na nini? Lazima uwe na experience, yani ulishawahi kufanya, uwe na uzoefu, otherwise unaweza kusababisha matatizo kwa kuku wako. Je, ni umri gani kuku wanatakiwa wafanyiwe debeaking? Ni vyema zaidi kuku wafanyiwe dibiki kati ya siku saba mpaka siku kumi. Kwa nini? Katika siku hizi inamaanisha midomo yao ile inakuwa ni laini zaidi, kwa hiyo una uwezo wa kufanya dibiki, yaani kuwakata ile midomo katika njia ya usahihi zaidi. Lakini pia una uwezo wa kuwakata kuku midomo wakiwa na umri wa wiki sita mpaka wiki, wiki nane, kwamba hapo wanakuwa washakuwa, lakini midomo yao inakuwa bado iko laini, lakini pia unaweza ukafanya debiking wakiwa na, na, na, na miezi mitatu, pia inawezekana ukafanya debiking. Lakini pia kunakuwa kuna mazingira ambayo unatakiwa uzingatie kabla aujafanya debiking, yani kabla hujafanya kukata midomo ya kuku. Na katika mazingira hayo usije ukafanya debiking kukiwa kuna nyakati za joto, yani wakati wa joto, kwamba wakati wa joto ukifanya debiking itakuwa ni, ni, ni, ni, ni kazi kwa sababu joto litachelewesha kidonda kile kupona na huenda ikapelekea matatizo mengine. Utakii kufanya debeaking wakati wa magonjwa, kwa sababu hapo kuku utazidi kumstressi zaidi, kwamba unavyomstressi inamaanisha hata kidonda chake kupona inakuwa ni changamoto zaidi. Na jambo jingine, utakii kufanya debeaking ikiwa unawahamisha kuku, labda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu pia utawapa stressi. Mazingira yote haya ni kwa sababu unaenda kuwapa kuku stressi. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakacheka kwamba kuku anapata vipi stress. Sasa hii hapa kitaalam zaidi, iko kwa binadamu na iko kwa viumbe wengine wote, iwe ng'ombe, iwe mbuzi, iwe kuku, kwamba stress inakuaje? Mfano, nina kuku wangu wa mayai, alafu pembeni lese labda nina ninafanya nina, nina, nina shughuli ambayo inakuwa ina makelele lese kwa siku nzima, inamaanisha yale makelele yanakuwa yana wadisturb kuku kama ni kuku wa mayai basi utaona kabisa leti ya utagaji lazima ipungue, kwa sababu una wastresi, hawako katika mazingira yao ambayo yanakuwa ni mazingira ya kawaida. Kwa hiyo hii stress ina uwezo wa kuaffect mradi wako wa kuku, iwe kuku wa mayai ama kuku wa nyama pia. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo ya kuzingatia kabla haujafanya debeaking na njia zingine ambazo zina, zinaweza zikakusaidia ama unaweza ukazitumia badala ya kufanya nini ya kufanya debeaking, na njia hizo ni kama ifuatavyo. Njia ya kwanza ambayo unaweza ukatumia kama mbadala wa debeaking ni kuwapa chakula kilichobora kuku wako, yani chenye virutubisho vyote, maana tabia ya kudonoana kwa kuku ni kwa sababu wanakosa virutubisho fulani katika chakula na ndio maana wanapelekea kufanyaje, kudonoana. Sababu ama njia nyingine ambayo unaweza kuitumia ili kuku wako wasiweze kudonoana, punguza msongamano katika banda lako, ama kama ni keji, basi punguza msongamano katika keji ili wasiweze kufanyaje, wasiweze kubanana, kwa sababu wanavyokuwa wanabanana, pia na yenyewe inaweza kupelekea nini, inaweza kupelekea kanibalizimu, yaani kudonoana. Na mambo haya yote ambayo tumejaribu kuyazungumzia katika kipindi hiki, inamaanisha ukataji wa midomo ya kuku unatakiwa uwe mwangalifu tu katika kufanya prosesi zote. Otherwise, unaweza kusababisha mambo mengine ambayo yanakuwa sio mazuri ama yanaweza yakaleta, yakaleta effect zingine kwenye mradi wako. Kwa hiyo pia vifaa hivyo ambavyo vinakuwa vinatumika katika kufanya debeaking tunavyo ofisini kwetu ambavyo vinakuwa bei nzuri kabisa affordable. Unatakiwa ufuge kisasa, kuwa na debeaking mashine ambayo itakusaidia kuweza kukata midomo ya kuku, unaikata kwa usalama na vidonda vinafanyaje? Vinapona kabisa. Huenda labda wewe huwezi kuafodi hiyo mashine ama huwezi kukata, basi unaweza ukatupigia simu sisi, tunazo mashine na tuna wataalamu ambao wanafanya shughuli za kukata midomo ya kuku, yani kufanya debeaking watakuja mpaka shambani kwako, sehemu ambapo unafuga na watafanya prosesi zote katika utaalamu wa hali ya juu na wala hawataleta madhara katika banda lako. Kwa hiyo tunapenda sana kukukaribisha, karibu kwetu. Hii ni Mifugo Digital na kipindi chetu hiki kinaitwa Dokta na Mifugo. Tunapenda kukaribisha, karibu sana.